Avieta, rusha ndege ushinde wapi, utatua uamuzi ni wako Avieta. inapatikana kupitia PMBet.co.tz. Baada ya Mrembo Rita Nobat kushea katika mitandao ya kijamii video ikimwonyesha akiongea na mdogo wake Diamond Platnumz, uh, Tosi inasemekana kwamba watu wamemjia juu kinoma noma. Juzi kushuhudia jana alihit sana kwenye mitandao ya kijamii kusemwa sana, pamoja na kusisitizwa kwamba ilibidi awe na kifua kidogo eh ee, unaambiwa ukipewa nini ukila nyama nyamaza, na vitu kama hivyo. Tunaweza kushuhudia Ritha, aliposti katika Insta story yake kwa kuandika kwamba mwambieni mume wa mtu asinifuatilie sisi, nani alimtuma kaoe mapema na vitu kama vile, story nzima ikihusishwa na Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, lakini yeye yeah, pia alishaikuhit huko nyuma kulingana tu na kile kinachosemekana kwamba Diamond anamtaka sana sana sana Ritha lakini Ritha amesha move on na maisha yake. Sasa tunaweza kushuhudia pia miongoni mwa watu walio msema huyu ni Tabu Mtingita, ni mwigizaji lakini pia ni mwanamuziki. Sasa hivi tunaweza kushuhudia anafanya ehe, hey, muziki yake ya singali na vitu kama vile. Hata aliweza kumfuata uh, aliweza kuingia Instagram na kuongea kidogo kuhusiana na yale yanayoendelea, lakini kubwa zaidi katika yote ni pale alipoamua kuongea kwamba Khadija Kopa na yeye wae kwa mganga tena kwenda kuongeza dawa, kwa sababu tu kijana ameonekana kama dawa zimeisha ameanza kurukaruka tena. Kijana mwenyewe ni nani? Ni mkwe wake ambaye ni Simba Dangote, si mwingine Diamond Platnumz. Anaendelea kufanya vitu vingi, lakini sio tu vitu vingi kwenye maisha yake binafsi bado waganga wanamsubiri hili tu aweze kutulia katika ndoa yake. Tuandikia maoni hapo chini kwamba vipi, ukimchukua mchizi kumpeleka kwa mganga ndo unaweza ukamtuliza? Au tu kila mtu ana tabia zake binafsi na sio lazima ziwe eh, public kwa watu. Hebu tuandikie hapo, lakini pia Uh, share, comment, like uwezavyo kwa sababu PMTV2 tupo kwa ajili ya kukupa stori zote za kiburudani, na pia mbet ndo wanaotufanya tunakuletea stori zetu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.